Wallahi juzi imamu wa msikitini kos general hapa anamwangalia babake anafariki, anambwa ili umweke siu laki tatu ama laki mbili na elfu themanini basi basi, anapiga simu kwa kila tajiri anayemjua, huwa anamtumia elfu moja yule elfu mbili laki tatu inatakana, amekusanya zote, imefika 40 na kitu, anamwangalia babake yuafa, mshahara anaopata elfu ishirini mtoto anasomesha kwao yendo, mtoto wa kiume anamwangalia babake hivi anakata roho, madokta wamekataa kupokea. Mombasa imejaa viongozi wa Kiislamu. Mombasa misikiti zaidi ya mia msikiti, leo unajengwa milioni mia na zaidi, milioni hamsini inatumika kujenga msikiti, imamu anapo 152 madarasa mashekhe, maustadhi, hadith wala haraji Waangaliwi ni watu duni. Wahida TV.